Nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu, vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali, msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa, hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi, kamwe msijekuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika,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 kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Hapana shaka kwamba Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia, ila neno demokrasia kamili inaweza kutafsiriwa kwenye mitazamo tofauti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 na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba, awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi, tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao, tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu.